Habari ya wakati huu, leo, karibu tena kwenye chaneli yetu ya usiteseke tena. Na leo nataka kuongea na single mothers. Uh, kuna mbaba wako amewatelekeza wewe na mwanao, lakini haukomi kumtafuta kuomba matumizi, na wakati mwingine hupewi matumizi, unapewa matusi tu. Sikiliza. Siku zote mtoto akiwa kwenye mchakato huwa anakuwa wa mama, na mtoto akitoboa ndio anakuwa mtoto wenu wote. Mtoto akiwa kwenye zama za upumbavu anakuwa mzigo wa mama, na akielevuka anakuwa fahari ya baba. Kwa sehemu kubwa, wa baba hawana uchungu na mtoto kama alionao mama, na wababa mara nyingi hawapendi hiyo michakato mirefu. Ndiyo maana wanaume hawapendi maelezo mengi details. Wanahitaji maelezo mafupi yanayoeleweka. Basi mwanaume hana uwezo wa kuwatamia jambo kwa muda mrefu, wengi wanapenda shortcut. Ndio maana wanaume wanaopika ni wachache kuliko wanaokula migawani. <laughs> Sasa ukiona kila lugha unayotumia kumweleza huyo baba wa mtoto kuhusu mahitaji yako na mtoto hakuelewi, mkatie tamaa huyo mwanaume, mfute kabisa akilini mwako. Ukifanya hivyo utakuwa umejisaidia mwenyewe kwenye maeneo mengi, na hasa kwenye kuumia kihisia, kwa kunyimwa, kudanganywa na kutukanwa. Lakini pia utegemezi utaisha. Ni kweli yeye ndiye aliyekupa mimba na huenda alikushawishi sana, ni kweli hauamini kama ni yeye amebadilika hivyo, ila unapaswa ukubali na umfute akilini kwako kama yupo ili umtegemee. Anza maisha mapya, nachukulia kama huyo mwamba alishapoteaga duniani. Kama alimkataa mtoto, wala usimlazimishe lea huyo mtoto kwa moyo mweupe, kwa sababu mtoto ni baraka na sio laana, na kila mtoto ana baraka zake anazokuja nazo anapozaliwa. Ukikubali kumlea mwanao kwa furaha bila kinyongo, soon utaona mambo yako yanavyoanza kujipa kwa sababu Mungu hutoa pakeji ya riziki kwa kila mtoto. Unachopaswa kufanya sasa ni kuacha kulaumu na kuwa mtu wa shukrani. Milango ya neema itafunguka kidogo kidogo, kwa kadri unavyozidi kuelewa kuwa anayetoa riziki ni Mungu na sio huyo mwanaume unayemlilia kila siku. Ni kweli wanaume wanafanya kazi. Yes, lakini anayebariki hizo kazi ni Mungu. So na wewe unaweza kufanya kazi na Mungu huyo huyo akabarikia kazi ya mikono yako na ukaweza kumtunza mwanao. Hivyo, mama, wacha kulalamika, anza kupambana. Pambana ya hela yote, tengeneza future ya mwanao. Mwanao anakuangalia wewe kama Mungu wa pili. Usimwangushe tafadhali. Kuwa mwanamke wa kazi. Naitwa Angela Kanine. Unaweza kujiongezea maarifa kwa kusoma kitabu chetu cha mwanamke wa kazi. Tucheki WhatsApp kwa simu namba 0755302668 Asante sana na karibu.